Si mnajua sasa tuna zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Si mnajua si ndio? Tumeshajiandikisha washikaji ambao bado jamani jamaani eh? Ambao bado ni waombe, tuna kituo pale hapo mtaa, lakini tuna kituo hapo shule ya msingi Bicha. Najua vijana ni taifa la leo na la kesho, si ndio? Kweli kabisa lakini pia tumewapa uhuru, mnachapa kazi bila shida Sao? uongo Sao? Sao. Sasa mtaniangusha sana kama halmashauri ya mji wa Kondoa na. Vijana mtajiandikisha kwao, ni waombe sana sana, leo tarehe kumi na tisa zoezi inaisha tarehe ishirini na mbili Kwa yule ambaye hajajiandikisha, unatoka kidogo nakua unajiandikisha pale, ili uweze kupiga kura Oktoba. Tumelewana ndugu zangu, uchaguzi huu namchagua diwani, mbunge na mheshimiwa rais. Lakini pia kitambulisho hiki sio kupiga kura tu, kinakusaidia katika mambo mengine ambayo ni kitambulisho, mweza wakitumia kusafiria, kutambulika, kudhamini mtu, vingine kama vi ivi, kwa eh e. Sasa kwa mtu ambaye ameshapata kile kitambulisho cha mwanzo, kama ulijiandikisha ni wakati saa hizi wa kwenda kukagua sasa, kama kweli taarifa zako zimo mle. Kwao saa hizi anafanyika mazoezi mangapi? Mawili, kukagua daftari lakini na kujiandikisha kwa wale ambao hawajajiandikisha. Kwao kama hujajiandikisha kwa kitambulisho, unaweza kwenda popote tu ukaji uzuie uchaguzi huu. Ukishajiandikisha unaweza kupigia kituo chochote, kwa sababu ni uchaguzi wa diwani kwao, unaweza kupigia uchaguzi popote kwenye kata ile Ukaamua bicha ukaamua kilimani ukaamua unkuku ukaamua wapi hmm. Kokote unaweza kwenda hmm. Sawa eh? Sa kwao, nikasema katika watu muhimu sana ambao mnachapa kazi, lakini pia wakati mwingine mnasaidia katika mambo mbalimbali ni nyinyi, nikasema niwapitie, niweze kuambia. Sawa Sa jamani eh? Sa Sa vijana ndio tutakaohakikisha maendeleo ya nchi yetu yanafanyaje, yanapatikana. Sawa eh?